N no. <laughs> <laughs> Hapana ah, hakunipigia kiukweli kwa simu and, hata mimi mwenyewe nilimtafuta kwenye DM kwa sababu sehemu ya Instagram ni sehemu ambao anapenda kuingia sana, kwa hiyo nilimtumia message, nikamtumia interview ambayo niliiona, nikamuuliza kwamba umenipigia simu siku mbili mm. Ehe. ipi mbayo sijaona simu Aa, na nikampa option pia kama ingekuwa umenipigia labda simu ukunipata, wa una option nyingi. Ana namba ya ya mdogo wangu, ana namba ya dada yangu, ana namba ya memo, ana namba hadi ya naya anayo <laughs> anayo angeweza ku, kunitafuta pia huko kama sipatikani, lakini kiukweli kwenye simu yangu Mungu ananiona, sikuona hiyo simu lakini yeye alichonijibu ni kwamba aliibiwa simu, ha, ha, hakuwa na namba, na mara ya mwisho mimi ndio nilompigia pia. Aliniambia kwamba ameibiwa vitu vyake, nilikuwa namuuliza kitu kwa hiyo, kwake ilitokea namba. Umeona, yaani mimi nilimpigia, uh, ilitokea namba, lakini hakuniambia kama ana uzinduzi. Inawezekana labda alikuwa bado hajaji hajapanga uzinduzi. Kwa hiyo aliniambia nilipiga ikakata, yaani alinipigia ikakata ndo alivyonijibu, lakini akaniambia tu sorry kama nitakuwa nimechukua um, vibaya, nimechukulia ikaisha tu. Hili record label isimame, inahitaji kupata uh, wasanii wanaoelewa uh, nini maana ya record label, na, na mwenye record label aelewe nini maana ya kuwa na record label um, ili record label iwe record label, inahitaji pande zote mbili ziwe na usimamizi mzuri pande zote mbili ziwe na uvumilivu, msanii na na, msanii na mwenye record label. I think cha msanii na inahitaji talent pia. Okay, speak about msanii wako ambaye pia uh, ametoka ndani ya label na mzungumzia yani. Of course pia statement ilitoka ndani ya The African Princess na ulizungumza. Uh, by the way, Juice alitoa ali, ali, ali, ngoma yake mpya na alidai kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo pengine nye, African Princess na mnavihitaji na yeye alivitimiza. Kuanzie kwenye swala la kulimlipiza milioni mia moja alilolizungumza yeye, ni kweli ilikuwa lina uhusiano? Kwa sababu hata kwenye statmenti yenu ye, nyie hamkuandika kama amemlipiza milioni mia moja hili hii story ambayo alilizungumza ni la kweli? Ya, ni kweli, ni kweli. Hmm. Okay. Kwa nini mlitaka milioni mia moja? Uh, ndivyo mkataba ulivyo. Uh, ukiwa na terminate kabla ya muda kufika. Hmm. Um, kuna gharama ambazo nachukua. I think na haiko bei hiyo, ilikuwa ni zaidi ya mm. hiyo lakini kutokana na mahusiano yetu mazuri na bado ni mtoto mdogo ambaye anajitafuta, uh, tulimpa chance ya yeye kuamua anataka ana, yuko comfortable kwenye bei gani, and then akawa yuko comfortable kwenye bei hii, tukapokea. okay. kama asante yeah mm. na inapokata kama msanii <mikana> hapana. um, hai ni kati kwa sababu naamini kila kitu Mungu anapanga. Huwezijua kwa nini imekuwa hivi sasa hivi, na huwezijua ingetokea nini mbeleni. Um, tuna tunatamani aendelee kukua, tunatamani aendelee kufanya vizuri uh, kwa sababu anapoendelea kufanya vizuri ndipo ambapo anaitangaza the African Princess, sababu sabuni zao la the African Princess.